Kuna wizara inayoshughulikia vile vile na teknolojia ya habari. Lakini kwa ujumla wake ni kwamba elimu duniani inabadilika kwa kasi sana kwa sababu ya teknolojia. Um, na kuna mambo mengi ya kujifunza kuhusu teknolojia kwa mfano, kama mmefuatilia kwenye mitandao, kumekuwa na msukumo mkubwa sana wa kutumia teknolojia katika kufundisha kuanzia elimu ya awali kwenda juu. Alafu kuna nchi zinaanza kufanya tathmini ya faida za kutumia teknolojia kwa elimu ya msingi na elimu ya awali. Kwa kuna sehemu za kubadilishana mawazo vizuri. Nimeangalia kwa mfano Sweden wanajiuliza kama mtoto anapoanza darasa la kwanza mpaka kumaliza elimu ya msingi kama kuna sababu ya kutumia teknolojia kwa wingi au waendelee kutumia kalamu na karatasi na ubao na chaki. Kwa hiyo tutabadilishana mawazo, lakini kwa ujumla wake tunataka kuangalia swala la teknolojia katika ngazi zote hasa katika kufundisha na inasaidia sana uh, kutumia rasilimali zilizopo za ufundishaji eh, kwa ufanisi zaidi uh. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam wakati wa Covid kuna programu ambayo ilikuwa inaendeshwa, inashirikisha nchi mbalimbali mbali na kipindi cha Covid kwa sababu watu walikuwa hawezi kusafiri, alikuwa nazo akakaa mhadhiri akra akatoa lecture na wanafunzi wakiwa Dar es Salaam wakawa wanasikiliza alafu baadaye mhadhiri wa Dar es Salaam naye akitoa lecture wa Accra na Addis Ababa wanasikiliza. Kwa na sisi vile vile lazima tufike mahali ambapo mhadhiri akiwa Udom anaweza kutoa lecture lakini akawa ametoa lecture pale Udom na University of Dar es Salaam at the same time. Kwa kuna fursa nyingi sana. Lakini zaidi ya hapo tunataka vile vile kukuza teknolojia hiyo na kuongeza ubunifu katika nchi yetu. Kwa hiyo ni masuala mbalimbali ambayo mbali tunataka tuzifanye ziweze kunani. Kwa mfano swala moja ambalo nalo ni muhimu sana teknoloji nalizungumza jana uh, nikiwa Singida ni, ni kasi kubwa ya mnasema akili akili mnemba eh? Akili, eh? Akili, akili unde, yani imeundwa, akili iliyoundwa ambayo inabadilisha sana namna ya kujifunza na wakati mwingine inaweza ikasababisha watu wakawa waka danganyifu katika elimu. Kwa ni chombo muhimu sana kwamba unaweza ukachukua sasa hivi simu yako tu, ukauliza kitu kimoja tu swali, ukauliza Sylvia Lupembe, hapo hapo atakupa CV yote ya Sylvia Lupembe, unaona eh? Kwa hiyo wanafunzi kama ukimuuliza sijui, hebu tueleze kidogo kuhusu siasa za Kenya, akibonyeza tu ta atapata mtiririko wote. Ni jambo zuri, lakini natoa fursa ya kudanganya lazima sisi tubadilishane mawazo na wenzetu namna ya kulikuza hilo jambo na, na tulitumie kwa manufaa ya nchi yetu, na, na, na sio tu kutumia kama nyenzo ya kufundishia, lakini kutumia kama nyenzo ambayo inaweza ikatatua matatizo mbalimbali. Kwa mfano ukiwasikiliza wataalam wanasema hata magonjwa mengi duniani huko tunakoenda kwa kutumia hiyo akili unde na teknolojia nyingine, huenda kila mtu akatibiwa kwa namna ambayo inaendana na mahitaji yake binafsi kwa sababu ni rahisi sana teknolojia kugundua kukumapu wewe mwenyewe na kutatua changamoto yako, na inawezekana daktari wako akawa yuko nchi nyingine kabisa na kutibu ukiwa hapa Tanzania. Kuna fursa nyingi sana kwa umma kuhusu kongamano la kimataifa la kumi na nane, la e-learning Africa kwa mwaka 2025 litakalofanyika katika kituo cha kimataifa cha Julius Nyerere jijini Dar es Salaam kuanzia tarehe saba mpaka tarehe 9 Mei mwaka huu wa 2025. Kongamano la e-learning Africa kwa sehemu kubwa linalenga kuleta pamoja makundi mbalimbali mbali ya wadau kutoka zaidi ya nchi 65 kwa ajili ya kujadili, kubadilishana uzoefu, kuhamasisha uwekezaji na kuazimia mipango ya pamoja ya kuchagiza matumizi ya teknolojia za kidijitali hususan katika sekta ya elimu barani Afrika. Kama mwenyeji wa kongamano hili, nchi yetu inatarajiwa kunufaika na fursa mbalimbali za kuwa mwenyeji wa kongamano hili zikiwemo kubaini mikakati na mbinu mpya za kuongeza matumizi ya teknolojia za kidijitali katika elimu na sekta nyingine. Pili, kuvutia programu za pamoja za ubiasharishaji wa bunifu na teknolojia zinazoibuliwa nchini. Tatu, kuvutia makampuni ya teknolojia ya kikanda na kimataifa kuja kuwekeza hapa nchini. Nne, kuimarisha ubia baina ya sekta ya umma na sekta binafsi katika maendeleo na matumizi ya teknolojia za kidijitali. Tano, kuchagiza uchumi wa ndani kupitia bidhaa na huduma zitakazotolewa kwa washiriki wa kongamano hili.